Urusi imetumia kombora la masafa ya kati la balistiki aina ya Oreshnik katika shambulio kubwa la usiku dhidi ya Ukraine na kusababisha vifo vya watu wanne na kujeruhi wengine 25 jijini Kyiv. Milipuko mikubwa ilisikika kwa saa kadhaa, huku anga la jiji likiangazwa na mfululizo wa mabomu wakati wa usiku wa Alhamisi. Hili ni tukio la pili kwa Urusi kutumia kombora la Oreshnik baada ya mara ya kwanza kulitumia Novemba mwaka 2024 kulenga mji wa Dnipro katikati mwa Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema shambulio hilo lilikuwa ni kulipiza kisasi kwa madai ya shambulio la droni la Ukraine dhidi ya makazi ya Rais Vladimir Putin mwishoni mwa Disemba, madai ambayo Kyiv imekanusha vikali. Kombora la Oreshnik lina uwezo wa kusafiri hadi kilomita elfu tano mia tano na linaaminika kubeba kichwa cha vita kinachochanganyika na vipande kadhaa visivyo na nyuklia vinavyolenga maeneo tofauti wakati wa kushuka na kusababisha milipuko mfululizo kwa muda mfupi. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraini Andrii Sybiha alisema shambulio hilo karibu na mipaka ya EU na NATO ni tishio kubwa kwa usalama wa Ulaya na jaribio la mshikamano wa mataifa ya Magharibi. Sibia aliongeza kuwa shambulio hilo lilianzishwa kwa misingi ya ndoto za kufikirika za Putin kuhusu madai ya shambulio dhidi ya makazi yake. Umoja wa Ulaya uliibua mashaka makubwa kuhusu kama shambulio hilo la droni lilitokea kweli, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema wiki iliyopita kuwa hakuamini kuwa shambulio hilo lilifanyika. Zelenski alisema mbali na Oreshnik, Urusi pia ilirusha makombora 13 ya balistiki makombora 22 hb ya masafa marefu na droni 242 yakilenga miundombinu ya nishati na maeneo ya raia. Jengo la ubalozi wa Qatar katika jiji la Kyiv pia liliharibiwa katika mashambulizi hayo. Katika Kyiv, mashambulizi yalihusisha mbinu za double tap, ambapo shambulio la pili lilifuata baada ya la kwanza na kuwaoa waokoaji walikuwa wamefika kusaidia waathirika miongoni mwa waliopoteza maisha alikuwa mhudumu wa afya aliyekuwa kijibu wito wa dharura takribani watu nusu milioni katika eneo la Belgorod walikosa umeme ya baada ya miundombinu kushambuliwa kulingana na gavana wa eneo hilo mamlaka pia zilisema shambulio la Ukraine katika kituo cha umeme cha Oron liliathiri huduma za maji joto ikionyesha jinsi vita hivi vinavyozidi kuathiri raia wa pande zote mbili